Unaposafiri katika safari yetu ya hekima kupitia Biblia nzima, kuna nyakati ambapo itahisi kama tunasafiri kupitia maji machafu, na hivyo ndivyo itakavyohisi leo, kama tunapitia maji yenye matope yaliyovurugwa na wafalme wa asi na taifa lenye ukaidi. Sasa unaweza kukumbuka kwamba ufalme wa kaskazini unaojulikana kama Israeli ulijitenga na ufalme wa Yuda Kusimi, ufalme wa Israeli ulianza haraka kuabudu miungu ya uongo. Mji wao mkuu ulikuwa Samaria. Walikuwa taifa ambalo halikurudi kwa Mungu kamwe. Sasa tunapoanza kujifunza kuhusu siku hizi zilizojaa uchafu katika sura ya 13 ya Wafalme wa Pili, tunakutana na Yehoahazi; anamfuata baba yake Yesu kwenye kiti cha enzi cha Israeli. Na hapa ndivyo mstari wa mbili unavyotuambia kuhusu mfalme Yehoahazi: alifanya yaliyo maovu machoni pa Bwana na kufuata dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati ambazo alisababisha Israeli kutenda dhambi, hakuondoka kwa njia. Utasoma maneno karibu sawa kuhusu wafalme wote isipokuwa mmoja kati ya wafalme tisa waliotajwa katika sura hizi ambazo tutazichunguza leo. Sasa, wakati wa utawala wa miaka 17 wa Yehoahazi tunamwangaza mfupi wa matumaini. Aya ya nne inatuambia kwamba wakati ufalme wake ulipokuwa ukisumbuliwa na ufalme wa Ashuru, Yehoahazi alitafuta kibali cha Bwana na Bwana akamsikiliza. Mfalme anapiga kelele kwa kukata tamaa na Bwana kwa neema anamkomboa. Sasa janga ni kwamba ukombozi huu haukubadilisha moyo wa mfalme. Kwa hiyo anarudi moja kwa moja kwenye kufanya na kuendeleza ibada ya sanamu. Hatimaye Yehoahazi anakufa, na mwanawe Yehoashi, pia anaitwa Yoashi, anachukua kiti cha enzi. Sasa, usichanganyikiwe na ukweli kwamba ana jina sawa na mfalme wa Yuda ambaye utawala wake umeelezewa mapema hapa katika sura ya 12. Ni rahisi kufanya hivyo kwa sababu utawala wa hawa wafalme wawili unakutana wote wanaitwa Yoashi, lakini jambo moja ni hakika: Yoashi mfalme wa Israeli si kama Yoashi mfalme mcha Mungu wa Yuda. Na si kwa sababu hajui vyema. Kwa kweli anafahamu nabii Elisha binafsi. Elisha alitabiri ushindi wake dhidi ya Shamu wakati mfalme alipomtafuta nabii. Shida ni kwamba Yoashi hana nia ya ujumbe wa Elisha kwa muda mrefu. Sasa tunaambiwa kwa kifupi hapa kuhusu kifo cha Elisha, nabii mwaminifu wa Mungu, na tunapewa unajua, simulizi hili la kuvutia kuhusu mtu aliyekufa ambaye anazikwa katika makaburi yale yale na Elisha. Mstari wa 21 unatueleza hapa, wakati mtu alikuwa akizikwa, tazama, kundi la wavamizi lilionekana, na mtu huyo alitupwa katika kaburi la Elisha na mara tu mtu huyo alipogusa mifupa ya Elisha alifufuka na kusimama kwa miguu yake. Kweli anasimama tu kaburini, na naweza kufikiria hilo litawafanya watu hao wakimbie kutoka makaburini bila shaka. Lakini hii ni ushuhuda mwingine tu, kwa njia, kwa watu wote hapa, katika ufalme wa kaskazini wa Israeli kwamba Mungu bado ana nguvu na bado yupo, bado yupo kwa neema kwao, ikiwa tu watamgeukia. Kwa toba. Wabahati mbaya wanakataa. Sasa, tunapoingia katika sura ya 14, tunatambulishwa kwa mfalme mwingine wa Israeli hapa. Aya ya 23 inatuambia jina lake ni Yeroboamu. Yeye ni mwana wa Yoashi , na kwa kawaida tunamrejelea kama Yeroboamu wa pili. Atatawala kwa miaka 41 kama mfalme wa Israeli kutoka mji mkuu wa Samaria. Sasa hii inatokea kuwa ni wakati wa ustawi kwa Israeli na nabii aitwaye Yoashi anajitokeza hapa katika sura ya 14, kutabiri kwamba Yeroboamu wa pili atafanikiwa kupanua eneo lake. Na ikiwa unajiuliza, ndiyo, huyu ni Yoashi yule yule ambaye atajikuta akiwa ameloa maji miaka michache kutoka sasa. Hata hivyo, licha ya upanuzi na ustawi wa Israeli, wanaendelea kurudi nyuma kiroho na kama wafalme wengine wote wa Israeli tunaambiwa hapa katika mstari wa 24 kwamba Yeroboamu alifanya maovu machoni pa Bwana. Nawacha ni kuambie, wapendwa, shida zinatuhimiza kutembea na Mungu, ustawi utujaribu kwa urahisi kuondoka kwa Mungu. Wakati wa utawala wa Yeroboamu, Bwana anawatuma manabii Amosi na Bosea, kumonya kuhusu hukumu inayokuja na haja ya kutubu ambayo yeye na taifa lake walikataa kufanya. Sasa hapa katika sura ya kumi na tano inataja kwa haraka sana kwa kweli wafalme watano wa Israeli wanaofuata na wote wamechafuliwa kiroho. Maisha yao yamejaa matope. Wote ni wenye dhambi, sawa. Mwana wa Yeroboamu wa pili atatawala kwa miezi sita tu kabla ya kuuawa. Atachukuliwa nafasi na Shalumu. Shalumu atakuwa kwenye kiti cha enzi kwa mwezi mmoja tu kabla ya kuuawa pia na Menahemu. Menahemu anafanikiwa kutawala kwa miaka kumi, wakati ambao anaanza kulipa kodi kwa dola ya Ashuru. Wanaanza kutikisa panga zao katika eneo lote. Menahemu kisha anafuatiwa na mwanawe Peka na anatawala kwa miaka miwili kabla ya kuuawa pia na mmoja wa makamanda wake wa kijeshi Peka, ambaye kisha anachukua kiti cha enzi. Sasa Peka ni mfalme kwa miaka ishirini, na wakati wa utawala wake anaunda muungano na dola ya Ashuru ili kupinga dola ya Ashuru lakini hafanikiwi. Waashuru wanateka miji kadhaa katika nchi ya Israeli mtu anayeitwa Hoshea anapanga njama dhidi ya Peka na kumua, na anachukua kiti cha enzi. Sura ya kumi na saba sasa inarekodi utawala wa Hoshea ambaye anakuwa mfalme wa mwisho wa Israeli. Unaona, Israeli imekataa Mungu mara kwa mara imekataa neno lake. Sasa kwa miaka mia mbili na uvumilivu wa Mungu kwao sasa umefika mwisho. Wamechukua desturi za majirani zao wapagani, hiyo inajumuisha kuabudu sanamu, kutumikia miungu mingine, kukataa maonyo ya manabii wa Mungu, kufanya sanaa za uchawi, kutoa watoto wao wenyewe kama dhabihu za kibinadamu wa miungu ya uongo. Unazungumzia maji machafu. Haya ni maji machafu, na hapa katika sura ya 17 sasa tunapewa maelezo ya kusikitisha ya kuanguka kwa Israeli kwa ufalme wa Ashuru na kuhamishwa kwao kwenda katika nchi za Ashuru huko mashariki. Hapa katika mstari wa 19 tunaambiwa kwamba ufalme wa Yuda haukuwa bora kiroho. Yuda pia haikuzishika amri za Bwana Mungu wao bali ilifuata desturi ambazo Israeli ilianzisha. Kurudi katika sura ya kumi na sita tulipewa maelezo ya utawala wa Ahazi juu ya ufalme wa kusini wa Yuda. Alikuwa mchafu kama wafalme wa Israeli na hebu niwaambie, licha ya uchafu huu wote wa dhambi wasi huu wote wa kiroho, Mungu hakuwa amemalizana na wazao wa Daudi kama tutakavyogundua hivi karibuni. Lakini kuhusu ufalme wa kaskazini wa Israeli, mstari wa 23 unatueleza Bwana aliondoa Israeli mbele ya uso wake kama alivyosema kwa watumishi wake wote manabii. Hivyo Israeli walihamishwa kutoka nchi yao kwenda Ashuru hadi siku hii ya leo. Sasa, nilikuonya mapema leo kwamba tutakuwa tukisafiri kupitia maji machafu lakini kuna masomo ambayo yanaweza kupatikana hapa kwenye matope, kwa namna ya kusema. Hapa kuna moja ya masomo hayo: neema ya Mungu haipungui dhidi ya mandhari ya uovu. Wapendwa, haijalishi taifa linakuwa ovu kiasi gani, neema na rehema ya Mungu inapatikana kwa wale watakaofuata neno lake. Wakati maji yanapokuwa machafu karibu nawe, kwa namna ya kusema, Mungu bado anakaribisha kwa upendo watu wasiostahili kumfuata. Hao ni watu kama wewe na mimi. Unajua, ufalme wa kaskazini hapa ulijali kuhusu Mungu tu walipokuwa kwenye shida. Walitaka Mungu afanye maisha yawe mazuri na yenye mafanikio. Alikuwa Mungu mzuri tu ikiwa angewapa kile walichotaka, na ikiwa angewatumikia. Nikuambie, Mungu hayupo hapa kututumikia sisi au kututukuza sisi. Tupo hapa kumtumikia Mungu, tupo hapa kumtukuza yeye. Tufanye hilo kuwa lengo letu leo, haijalishi maji yamechafuliwa kiasi gani karibu nasi. Tufanye hilo kuwa lengo letu, furaha yetu katika maisha leo.